Kwenye uh, utawala kwenye katika uumbaji. Kwa hiyo ukishaingia kwenye ile madhabahu ya pili ambayo kuna madhabahu huwa wa ndani pale unakuta madhabahu ile ya mikate ya onyeshwa. Ukitoka kwenye mikate ya onyeshwa ambayo leo unakuambia ina tafsiri ya neno la Mungu, ukija upande wa waku, waku, kulia unakutana na, na madhabahu ya kinara cha dhahabu ambacho kimebeba vinara saba, ambavyo ni huduma ni karama vipawa, karama na vipawa ambavyo Roho Mtakatifu anavitoa anaofa kwa mwanadamu. Ni taa vinara vile vya taa vinawaka masaa ishirini na nne. Alafu ukiingia katikati unakutana na madhabau ya kufukizia uvumba ambayo zile sadaka ya kafara kule nje inapokuwa imetolewa na kuhani, baada ya kujitakasa anaingia eneo la pili, ambapo eneo la pili ndo anavikuta zile madhabahu tatu. Akiingia pale anapeleka moja kwa moja damu aliyoipata huku, ambayo ndiyo inaitwa nafsi ya mwenye dhambi yule aliyefanya dhambi, anainyunyiza kwenye ile madhabahu ya, ya uvumba. Akishanyunyiza pale kwenye madhabahu ya uvumba, ambayo wakati wote moto wake hauzimiki usiku na mchana, day night, kila mwaka, kila mwezi, iko oni. Akishanyunyiza pale, kuna wakati anatakiwa kwenda kuchukua majibu, huyu kuhani anayefanya haya mambo matatu. Kuna wakati uliotengwa, haingii kila wakati, na ndio maana kufunga na kuomba ni jambo ambalo lina la, lazima lipangiwe muda, sio unafunga funga tu. Maana yake huwezi kuingia patakatifu pa patakatifu hovyo hovyo, lazima kwanza, kuna vitu viache, kuna vitu ujitakase, kuna vitu unatakiwa u Your body shape your spiritual. Ukiingia pale ujue pale unaenda kukaa na Mungu, ni honeymoon kati yako wewe na Mungu, na mkikaa pale na Mungu, sasa Mungu anatoka na majibu yako na majibu ya taifa lako na majibu ya watu wako, na ninatolea mfano wa yule kuhani leo. Ule ukuhani wote tumehamia ndani yetu sasa ukifika ule wakati kuhani anajitakasa, sio chini ya siku ya mwezi mzima, na ndani ya siku saba akutani na mke wake. Kwa nini? ili awe piwa Ana, akiingia kule ndani sasa, kule kwa mzee mwenyewe kunaitwa sehemu ya tatu, panaitwa patakatifu papatakatifu most sanctuary Hale akishaingia pale sasa patakatifu pa patakatifu, chini ya miguu anafungwa kamba, ili kama aliingia isivyo sawa, mzee anapita naye, lakini akiwa ameingia, akiwa sahihi, wanakaa wanaongea mambo yao na Mungu, anampa majibu. Kwanza anampa majibu yake, pili anampa majibu ya maombi yaliyoombwa mwaka mzima ambapo pale akitoka anatoka na majibu ya taifa, majibu ya watu. Hebu ngoja turudi kidogo, baada e, ya kukuelezea kuhusu hema la masuala ya mahusiano ya kiumbaji kupitia maombi pamoja na na na, na madhabahu, ni kurudisha kwenye madhabahu za asili. Hawa wazee walitambika wakati matatizo yalipowapata yalipo walimwomba Mungu kulingana na taratibu zao wali, na mvua zilinyesha, lakini kuna miaka ilitokea watu mvua hazikunyesha, pakatokea na, na, na, na, na, na matatizo kwenye jamii ile. Walipotokea kwamba kulitokea ukame kulitokea maafa, waliitana jamii za mikoa Wakaambiana, jamani, hebu njooni koo ko zote tukusanyike. Wanakusanyika, inapigwa mbiu ya watawala jamani. e, hali mnaionaje? No, jamani, hali ni mbaya, kumetokea matetemeko, kumetokea mvua zipo na nini. Ukumbuka wakuwepo watumishi wa Mungu wakuwaita watoe majibu. Ilibidi makuhani wakoo waitwe ambao walikuwa wanaabudu mizimu Walipoitwa wakakaa chini wakatafakari, wakasema, no something wrong somewhere. Kuna kitu ambacho kiko kimekosewa mahali, yumkini tumemkosea Mungu, na walijua kuna Mungu na walitambika, na wakasema, no, yumkini tumemkosea Mungu aliye juu sana, kwa hiyo ameamua kutuadhibu ili turudi kwake wale wazee wakaamua kukubaliana, wakasema bila shaka kuna Mungu aliye juu sana. Sikiliza, nimesoma hiyo, nimesoma aa, aa, aa, dini za Kiafrika, african religious. Wale wazee walikuwa wanamjua Mungu. Walipojua mambo yamekaa vibaya, hayaendi sawasawa wakakubaliana twende kwa mungu aliye juu to the most highest God twende tukajinidhamishe mbele zake yumkini akatuonea huruma akaturejeshea tena maisha yetu wanakubaliana wanasema maelezo nilipokuwa nasoma wasema, ah, walijua mungu aliyeko juu sana ni mtakatifu sana na huwa anakaa juu sana. Kwa hiyo wakasema, twende kwenye milima, juu ya kilima kilichoko juu sana. Pale ndipo tupeleke maombi yetu na sadaka zetu. Sikiliza aina ya sadaka walizozitoa. Walisema kwa kweli yule Mungu ni msafi sana. Kwanza kila kuhani wa kila kabila asikutane na mke wake kwa muda wa siku saba maana yake walijitakasa. Ukiangalia hii application, utaikuta kwenye mambo ya Walawi. Wakawa wanajitakasa ndani ya siku saba, maana yake wasikutana na wake zao. alafu wakawa wanaambiana tufanye mambo mema tu, na kuhani atengwe, asije akajikuta ameenda kuharibu kwa hiyo makuhani wanatengwa wanakaa eneo salama, huku wakijitakasa kwa sababu wanaenda kumwomba Mungu aliye juu sana. Walipokuwa wamejitakasa, sasa ile siku ikifika, wanakuja na mbuzi mweupe, kuku mweupe, njiwa mweupe, ng'ombe mweupe, kila kabila eh, kila kila ukoo kwa hiyo kwa Chaga ni mamangi, kila mangi anakuja na boma yake ama na mji wake na sadaka zake ambazo ni za kondoo mweupe, mbuzi mweupe, kuku mweupe, njiwa mweupe na ng'ombe mweupe asiyekuwa na doa. Wakishawapata wanafanya maandamano ya kupanda mlimani wanaenda kwenye mlima waliouchagua wanawita na kila kabila najua lina mlima wao wa mungu wao hata sasa ukiuliza utasikia kuna mlima wa miungu mahali walipokuwa wanaenda kuabudu mungu walikuwa wakifika pale wanafanya maombi yao kwa namna ya matambiko yao, na wanachinja wale mbuzi, wanamwaga damu, wanachoma nyama, wanakula. Wakimaliza, kama wanaomba mvua, ndio watakazoondoka, hawaangalii nyuma. Unajua kwa nini? <laughs> wanaamini hawatafika nyumbani mungu hajajibu. Na ndivyo Mungu alivyofanya, walipomaliza makafara yao, walipotoa miguu yao milimani, mvua zilinyesha za kutosha, na neema ikarudi kwenye miji yao. Swali ambalo mimi najiuliza, ambalo na wewe pia unajiuliza, ni kwamba ni nani, je, ni mashetani yalikuwa yanajibu? Inawezekana kabisa. Mimi sikuwa siamini kwamba ni mashetani yalikuwa yanajibu, lakini nachoamini ni kwamba Mungu ndiye alikuwa anajibu, na naposoma kwenye Biblia yangu inaniambia, wakati ule wa ujinga nilifanya katika ujinga huo huo, walinitafuta katika giza, nami nikawajibu. Sasa kama wale wazee hawakuwa na ufahamu huu tulionao leo, na walifanya mambo makubwa na jamii zao zikawa zinajivunia Uh, uh, the meaning of life, maana halisi ya maisha, wakajivunia ile maana ya maisha. Sisi tunafeli wapi? Itakapokuja sehemu inayofuata, nitakuja kukueleza ni wapi tunapofeli, nitakueleza ni kwa nini sisi Wakristo ndio watu wenye nguvu kuliko watu wote duniani, lakini watu dhaifu tunaoonekana kwenye macho ya walimwengu kuliko watu wengine wote. Ni kwamba chenye nguvu tumekishikilia, lakini namna ya kukitumia hatukupata maelekezo. Fuatana na mimi, naomba subscribe, naomba share, ili watu wengi wapate hii elimu, wapate ufahamu na waweze kufanya uumbaji wa uumbaji wao waweze kutawala uumbaji wao, the law of creation. Hakuna namna tutakavyoweza kufanikiwa isipokuwa mafundisho na maarifa, katika kuomba na tamani, peji yetu ya kanisa iwe peji ya kukusaidia kwenda ng'ambo nyingine kimafanikio kiroho, na hata kukutoa kwenye kumwabudu shetani ili akupe vile vitu ambavyo unafikiri shetani anaweza kukupa kwa haraka. Ukweli ni kwamba Mungu anajibu. Ukweli, hakuna jambo ambalo Mungu hajawahi kulijibu, ila hatuna ufahamu wa kutosha kufikia majibu yetu. Mungu akubariki sana. Fuatana na mimi kwenye vipindi vijavyo. Ni mtumishi wa Mungu a Mchungaji Daktari Denis Makamba. Karibu sana. God bless you. See you at the top.